Mwongozo wa Kujifunza Biblia, hii ikiwa ni Aprili 16 mwaka wa 2025, siku ya Jumatano. Mada inasema Isaka na Rebeka. Ibrahimu alipokuwa mzee, na bila shaka akifikiria juu ya ahadi alizopewa na Mungu kuhusu uzao wake, tazama Mwanzo sura ya 15 aya 5, alimpa mtumishi wake mkubwa na aliyeaminiwa sana kazi nzito Soma Mwanzo sura 24 aya ya kwanza hadi ya 4. Kwa nini ilikuwa muhimu sana kwa Ibrahimu kwamba mwanawe asioe katika binti za Wakaanani? Mwanzo sura 24 aya ya 3. Aidhuru usia wake unaonekana kuwa kipekee kiasi gani? Suala la Ibrahimu lilikuwa la kiroho, si la kikabila. Lilikuwa la kitiolojia, si la kitaifa. Ibrahimu alijua vizuri sana upotovu kima wa kimaadili wa desturi za kidini za Wakanaani, kando ya ibada yao ya miungu ya uongo, na alijua jinsi ambavyo ingekuwa rahisi kwa mwanawe kuanguka katika desturi hizo kama angeoa miongoni mwao. Kwa hakika, kisa cha Israeli ya kale na hata cha kanisa la Kikristo kwa karne nyingi kimekuwa kisa ambacho watu wa Mungu ambao walipaswa kuushuhudia ulimwengu walihusika badala yake katika ulimwengu na katika mafundisho yake ya uongo na imani za kidini. Huenda mfano mkubwa wa uhalisi huu wa kusikitisha umekuwa kuanzishwa kwa Jumapili, siku ya kipagani ya jua, badala ya sabato ya siku ya saba ya Biblia, ukweli ambao utakuwa na dhima kubwa katika siku za mwisho. Soma Mwanzo 24 aya ya 57 hadi 67. Ni masomo gani tunaweza kupata kuhusu Kristo na kanisa lake? Kutokana na maelezo fulani tunayoyapata katika kisa hiki, kuna nini cha kujifunza? Kwa mfano, kuhusu hali yetu iliyoanguka kutokana na ukweli kwamba Rebeka alikuwa jamaa wa mbali aliyetengwa na Isaka. Bila shaka tunao uhusiano na muumbaji wetu, kwa kuwa kwa asili tuliumbwa kwa mfano wake. Tumetenganishwa naye kwa dhambi, walakini bado tunachukuliwa kuwa bibi harusi sahihi kwake, ingawa kupitia chaguzi zetu tunaweza kuifanya ndoa kuwa na misukosuko zaidi kuliko inavyotakiwa kuwa. Ndiyo, Mungu anatupenda bibi arusi wake zaidi ya tunavyompenda. Ni chaguzi zipi tunazoweza kufanya na tunazopaswa kufanya kila siku ambazo zinaweza kuimarisha upendo wetu kwa Mungu? wakati huo huo ni chaguzi zipi zitafifisha tu upendo wetu. Pendo mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya, mwongozo wa kujifunza Biblia, hii ni Aprili 16 siku ya Jumatano mada ikisema Isaka na Rebeka. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu hudumu kuwa nasi sasa na hata milele. Amina.